Watazamaji, tuchukue nafasi ya kukusalimu sana. Hii ni DLM Plus sitini na moja. Kwa leo tumeamua kuingia kufika soko kubwa la mjini Rumonge, ambapo tutakuja kuongea na wananchi kwa hali halisi ya kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ambapo Oh, kuna tunajiandaa na kuingia kwenye sikukuu ya Christmas lakini uh, sikukuu ya kumaliza mwaka kabisa wa 2025. Mimi mtangazaji wako ni Anne Lize Niosenga. Unaweza ukanifuata vile ninavyotaka kuingia niulize uh, wananchi waseme kile ambacho kiko muoni mwao kuhusu siku hii, kuhusu kipindi hiki cha sikukuu. Karibu waambatane nami kila ninakoenda. Msikilizaji, mtazamaji, ambatana na mimi sasa ninapoingia soko kubwa, alafu tukutana na wananchi kila watacho naniambia. Mtazamaji, tuko katikati kabisa ya soko kubwa hapa. Tuko sehemu ambako wanauza nguo, ngoja tufike uh, kwa muuzaji atatuambia namna bidhaa inavyoenda. Hebu wasalimie watazamaji pale DLM. Tumekutembelea siku ya leo, nataka tuongee mawili matatu kama, uh, muuzaji wa bidhaa zako, ambazo naona ni nzuri Baraba. ao naona mambo yako vizuri, ebu wasalimie yeah. <laughs> Mimi napenda kuwasalimia yeah. Nawatakia kila laheri pia mm. na sikukuu njema mm. tukiwa hapa kiwanjani mm. mambo tunaona kwamba ni mazuri, tunamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Ndio. Ndio, mama, uh, kipindi hiki ni kipindi cha sikukuu ambako uh, na hii siku inapendwa kusema kwamba ni ya watoto, yaani uh, <laughs> wanapenda sana hivyo kununua vitu vya kula kujiandaa. Je, uh, katika biashara yako unaoifanya kila siku kama mama ambao una unajitahidi una sana kufanya mama bayo tulizoea wa, wanaume wa, wa ndo wanachakalika, lakini kama mama umeng'ang'ana ume na kufanya uh, biashara kama hii ili familia yako iendelee kuwa iko uh, salama na wanapata kila kitu wanachokihitaji, si ndio? biashara yako sasa unaionaje kwa siku hizi za kipindi cha sikukuu? Karibu baba. Asante sana <laughs> Kwa kweli kama ulivyosema, mimi ni mpambanaji, ndio kama mama wa watoto Ndiyo. tena watoto wakubwa nimewalea tangia wadogo sasa. Ndiyo. hivi ni wakubwa, nimepambana sana kwao, naendelea kupambana na kazi za kila siku Ndiyo. nikiangalia hapa nilipo Ndiyo. Kweli biashara zipo ukiangalia mm. huku na huku naona kwamba mm. sio mbaya lakini mm. sasa wateja mm. sio kama tunavyowategemea tuvyotegemea sio kwamba walivyo sasa hivi mm. lakini tukidhani kwamba labda siku za mbele Mungu atasaidia mm. wataku, watakuja tu mm. e, watakuja tu mm. hatuna wasiwasi Hatu, hamna wasiwasi ndio na mteja huyu anakuja kukuuza na yeye ni muuzaji e, okay, ni muuzaji. <laughs> O, unahisi ni wasiwasi gani ambayo imesababisha au changamoto gani imetokea? Mbona kipindi hiki Warundi wanapenda sana kuwa wamejiandaa wamejinyima kila kitu, wanahakikisha watoto wao wamevaa vizuri, wa, wake zao au wanaume wamevaa vizuri. Unahisi ni kitu gani ambacho kimesababisha uh, watu wasije kununua bidhaa? Kwa kweli mimi nikiangalia, siwezi kujua ni, si ni kitu gani ndio siwezi yes, kujua ni kitu gani lakini, nikiangalia mm, hata hii vita ya Kongo imechangia. Okay, kwa sababu Kongo mm, eh, ni sehemu ambayo palikuwa panatoka bidhaa mbalimbali mm, na huku panaenda bidhaa mbalimbali tena kule. Mm, lakini kwa sasa hivi okay, haiko kama siku za nyuma mm, wala miaka ya nyuma mm, koo lazima pa udhaifu wa pesa mm, eh, Kongo ilikuwa inasaidia sana ndiyo. Okay, eh, sawa tukushukuru kwa muda huu ambao umetupatia kwa kuhoji mawimu ya tatu. Mtazamaji wa DLM plus sitini na moja, ndugu, hujachelewa kuja na kuingia kupata, aa, aa, kupata nguo na viatu kwa sababu kipindi hiki ni, siku, ni kipindi cha kupendeza. Mama ameeleza vizuri, lakini pia tukitoka hapa tunaelekea kwa mwingine aa, tuambie, kama muuzaji, atuambie kama muuzaji atuambie hali halisi anayoona ya, ya biashara yake hasa kipindi hiki cha sikukuu. Karibu tuungane na mimi usijali, mtazamaji wa DLM plus 61, hatua kwa hatua nakutembeza leo sokoni. Uh, ujue hali halisi ya namna biashara ambavyo iko inaenda kwa sikukuu uh, za kipindi hiki cha sikukuu <laughs> kaka, habari yako? Nzuri, naendeleaje, namshukuru Mungu hali ya maisha, ah, nzuri, tunamshukuru Mungu. Hata hata mimi wenyewe naona umependeza na hongera kwa kazi ya DLM siku ya leo imeamua kabisa kuingia mtaa kwa mtaa mm -hmm. Kibanda kwa kibanda ili tujue hali halisi ya mfanyabiashara ambaye yuko kipindi hiki ndo anamalizia mwaka. mm -hmm. Mm -hmm. Ehe, ndo uh, shughuli zinakuwa nyingi sana a, kwa wewe sasa, tume, tumekuta hapa nadhani biashara yako iko vizuri kabisa kama mm -hmm. mtazamaji wetu anavyotazama mm -hmm, nina swali ambalo natamani nikuulize Unaonaje hali halisi ya biashara kipindi hiki? Je, uh, wanunuzi wanakuja? Na kama hawaji, ni nini tatizo ambalo unahisi kama mfanya biashara ambao una kipindi kirefu ukiwa unafanya kazi hii? Karibu. Asante. Kwanza ninatangulia kwanza kuwapa karibu. Asante hapa sokoni, ndio E, kwa kipindi hichi kama kulingana na swali ambalo umeniuliza kipindi hichi na ndo mwisho wa mwaka. Ndiyo. Na inapofika mwisho wa mwaka tuna sikukuu chache ambazo kwenye mwaka. Ndiyo. wateja huwa wanakuwa wengi. Ndio. Kuna sikukuu ya Christmas mm. Kuna sikukuu ya mwaka mwaka mpya ndio mpya mm. Kuna wakati mwingine wa Eid al-Fitr mm. Okay. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Pasaka ndio siku kuu ambazo tunazo, wateja wanakuwa wanakuwa um. wengi, na kipindi kingine kinakuwa mm. ni kipindi cha wakati watoto wa shule wanarudi Ah, shuleni ndio tisa na ndio. Ndio uh -huh. Vipindi vyenyewe kwenye soko nakuwa inachangamuka na, na, okay. na kipindi hiki kwa sasa mm. hii mwisho wa mwaka Ndiyo. au tunakoelekea kwenye Krismas hivi mm. wateja kwa hizi tarehe ambazo tunazo kwa sasa mm. bado hawajakuwa wengi kanalingana. Wow. e, na, na, na, na, na muda wenyewe, kwa sababu ndio wakaki wanakusankusanya pesa Hmm. ta anakusanya pesa lakini inapofika tarehe kama kumi na tano kumi na nane hapo ndo wanaanza kuingia kwenye soko. Na ifika sasa tarehe ishirini mpaka siku zile ngapi zinakuwa zimebaki kama siku nne kuanzia mm. tarehe ishirini mm. mm. na moja mpaka ndo sikukuu ya Christmas, mpaka tarehe ishirini mm. na nne ndo wanakuwa wanaonekana wengi sana kabisa, watu wengi amano mwingi sana. Mm -hmm. Yes, so. Kwa hiyo wee kwa unasema kwamba haujakata uh, tamaa unasubiri hizo tarehe za mwisho mwisho ndo unaweza ukafanya vizuri. Hata hivi hata hivi hey. hatu... hey tunawapata wadogo wadogo sio kwa ule msongamano mkubwa e, hivi wapo wanakuja. mm -hmm. Wale wenye kujiandaa kukua mwezipata wanakuja, wanatoa mapema e, inafikaga. Okay, hizo tarehe sasa ndo wanakuja wengi wengi kwa msongamano. mm. E, okay, naona una mteja una hapa tayari mteja. Karibu biashara ya kaka yetu hapa. Ok, tukushukuru sana kwa mchango wako wa kutupatia habari kwamba namna ambavyo wa, uh, wa, wa, wanunuzi wanakuwa wako tayari kukuja kununua vitu, viatu, nguo na kadhalika. Nzuri, endeleaje? Salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Mm. Kama fundi Cheleani, mama mpambanaji ambao unajituma sana, umeacha ile kuangalia tv nyumbani, nasema lazima nipambane, mume wangu apate kitu na mimi nipate kitu, ili familia iweze kaenda vizuri yeah. Uh, tumekukuta hapa sokoni, huko unafanya kazi kabisa, na kipindi uh, kipindi hiki ni kipindi cha sikukuu, hapo wamama ndo, yani, nguo wanashonesha nini, watoto hivi kitenge kimpya, afu wanakuletea Unaona aje wateja unawapata? Aise, naona wateja sio sana, naona mambo yameshabadilika sana kabisa mm. kama mwaka jana, mwaka juzi, pesa zilikuwa zinapatikana, wateja walikuwa wanakuja kwa wingi sana, ila kweli kabisa mwaka huu hatuwioni vizuri mm. Unahisi ni kitu gani ambacho kimezuia mwaka huu watu wasilete nguo, wakati watu wanatamani kupendeza na sikukuu? Haiwezi kapita kila mwaka, lazima sikukuu iwepo. Unahisi ni kitu gani kimetokea mpaka usipate wateja? Mimi naona kwa, kwa wazo wangu. Kwa mtazamo wako, mimi naona ni mambo tu yameshabadilika Mm, ni mambo yamebadilika kabisa, mm -hmm. Hali ya maisha, hali ya maisha, pesa hazipatikani vizuri hivyo, mm. haya mm. mm. Ni kushukuru uh, kwa mchango wako uh, lakini pia una lipi la kuambia wateja wako wakukute hapa, una lipi la kuambia <laughs> ewa, nawaambia na, na Karibuni sana ningali pale pale sokoni ndo mm, penye nipo, ah, yeah. E, niko na wewe moja kwa moja, siachani na wewe, nakwambia mtazamaji. Ebu ndugu rafiki yangu mrembo, habari yako, unaendeleaje? Nimekukuta hapa soko kubwa, naona uko na begi yako alafu uko eh, sokoni, nahisi nice. Umekuja kujiandaa na mambo ya Krismas, mambo ya sikukuu, umejiandaje? Uh, kwa kweli kwenye sikukuu. mm -hmm. Nimekuja hapa msoko, nimetoka nyumbani nikiwa nazani kama nakuja kununua nguo za mtoto. mm -hmm. Lakini nimekuta vitu viko bei na pakoma krize. mm -hmm. yani Hmm. Maisha hivi ni magumu. <laughs> Yes, ni magumu. Unahisi ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia mtazamaji ambacho kimepelekea maisha yawe magumu kwa kipindi hiki? Maana sio kawaida tulivyokuwa tumezoea si ndio ya? Ya kipindi hiki ndo tunanunua nini na nini ehe? Wewe unaona tatizo liko wapi? Tatizo penye liko hivi, hmm, vitu vishapanda bei, hmm. Na franga hivi hakuna kama hivi kitenge tuna ki, mwanzo kilikuaga ma... kama zilipendwa kasasa mm. mwanzo mm. zilikuwaga 30 35 na tano, lakini hivi naingia um, nani muviwanda kujiulizisha tu mm -hmm. kuuliza tu beni tu wananambia elfu mm -hmm. arobaini na tano, wasikiliza sasa, vitu venye i vishafika. Pole sana, ah, pole sana. Tunaendelea tukushukuru sana. Ayah. Ayah, asante. Tunaendelea, tunaendelea, karibu karibu, hodi hapa, karibu, sante. Tunaendeleaje mama? Kama mama mama amejipanga. mm. Mama amejaa mm. kwelikweli. mm. Tumekuja kutembelea kama DLM plus sitini na moja. Karibuni. Asante sana mm. Tumekukuta kama mpambanaji mm. Tumeona vitenge vizuri, unauza kiasi gani? naona hapa, naona hapa mm. Ona hapa nauza 70 sabini eh, na ile pale nauza 40, arobaini eh. Okay, biashara unaionaje kipindi hiki cha sikukuu, unaonaje una wateja wanakuja kweli au eh, au hivi hali ni ngumu, wateja hawaji sana, sio kama mwanzo, wanakuja polepole pole. na tulikuwa na manguo haya mama ya malewa, tulikuwa tunayo tu, tunayapata kwa sikukuu, lakini hivi hatupati ajira hiyo ajili vitaiko Kongo, na wateja wanapenda hizi malewa eh. Ah, okay uh-huh. Kwa hiyo una ni kitu gani ambacho <laughs> ungeongea kama muuzaji kama, kama ungeomba nini, ungeomba serikali fanye kitu gani? Si watu tunataka amani, ajili iyo vita ya Kongo imetuletea mausile, ma, mausiliano madogo hatupati wateja vizuri ajili hatupata hata mizigo vizuri. Okay. Eh, nikushukuru sana mama, lakini tumuombe Mungu mambo yatakaa sawa, nadhani uta hmm. Tauza mambo atakuwa shwari. E, tauza ajili biashara ni hivyo hivyo, tutauza ni hivyo hivyo, asante sana. asante na nyinyi chao. marhaba. Naendeleaje? Salama kabisa. Kabisa nimekukuta sokoni ndia. Naona huko una shughuli zako, umekuja, najua umekuja kuandalia mama na watoto kuhusu sikukuu. Umejiandaje baba? Basi kwa siku za leo, unajua kama matatizo ni mengi, lakini tumejipiga piga kwa namna yoyote ile ndia ili tupate kupata ile kidogo enee, tunaza tukavika watoto ama mke hmm. Eh, na familia zingine zingine isipokuwa tu hmm. Mambo yetu ni kama kawaida ndio. Uh, umekuta mambo nguo ni rahisi sana, kitu ambacho umekuja kununua unaona bei ina, ina, inakuruhusu kupata kile ambacho umekuwa umekihitaji hakika kwa ununuzi hmm. Vitu vyote kwa, kwa leo viko bei na hela hazionekani kwa watu Unaweza kanipa sababu hata moja kwa nini vitu biko, viko bei? Sa, uchumi kwa leo antuka, uchumi unaanguka. Sijui kama inatokana ni kifedha wengi wanalangula wana kwa dola wanasema dola zina ziko bei kuzi, kuzipate vitu vingi sana kukutana na biashara navyo vinakuwa bei zaidi kusema na wapate jinsi ya kwenda kulangua vitu eh, ah, hey, ndio okay, lakini wao kama baba kama mzazi unasema lazima lazima watoto wangu wapendeze ni kawaida basi, nasema hakuna ingine na mimi nikafanya eh, kwa kuwa ni majukumu yangu, ni majukumu ya mzazi kutafutia watoto, kutafutia mke, hapo bado vivazi, chakula, nini, ihivyo vyote mzazi anapaswa tu kwa kila kitu. Ni kwa shukuru, mtazamaji, baba anasema yuko tayari kwa lolote, ili mke wake na watoto wapate nguo nzuri, wapate uh, viatu vizuri, waweze kuvaa, wapendeze. Ni kushukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia, na huu ni mwisho wa kipindi. Bye bye.